Takuletea dalili za mawe kwenye figo ambazo wewe umekuwa kio, auzifahamu. Cha kwanza ni kukosa usingizi. Kwa nini unakosa usingizi? Kwa sababu ya maumivu makali ambayo unakuwa unayapitia na kufanya ukose usi, usingizi. Lakini namba mbili, mkojo wa haraka haraka. Mara nyingi uh, unapata mkojo wa haraka haraka sana, unakuta unakojoa mara kwa mara, ni dalili mojawapo ya mawe kwenye figo. Namba tatu tunasema, uh, kuchanganyikiwa, eh. Mara nyingi huyo mtu anaweza uh, asiweze kujielezea vizuri, unakuta kama akili imeweza kuruka, basi jua na mawe kwenye figo. Lakini pia homa ndogo ndogo na baridi mara kwa mara, basi jua huyu ana changamoto ya mawe kwenye figo. Kichefuchefu na kutapika ni changamoto kubwa sana, na wengi hizi dalili huwa zinaanza kuonekana kwao. Kukojoa kwa maumivu na pengine kupata mkojo wenye damu, pia inaweza ikawa ni tezi dume, lakini pia na mawe kwenye figo. Lakini pia mwisho, tunasema maumivu makali ya mgongo na tumbo la chini.